Sauti. Wewe ni mtu wa wapi? Nilimtumia mimi nauli. Mimi nimetuma nauli kwa ndugu yangu. Yeye ndugu yangu akaenda vijijini kwenda kunitafutia wasichana. Shauaa watu wangapi? Mmoja wa dada yangu, mwingine kwa Mwambie sasa aseme story kamili mpaka anapowachukua wa wa yani, kila kitu. Watoto wadisien niaausiku yani una, na wachukua unapeka wapi? yani ile usiku nikikubamba unafungua mlango uoge unaenda wapi? Ananipeka chooni. wanachukua wewe na wale watoto si ndio? Watoto wangu ule wa kwanza Imari, kama kuna kitu changu kama kimzungumzungu, Imari kinaitwa ndio, wamempanga wanamuua tarehe kumi hapa aa, kesho kutwa kabla hawajaenda Kigoma, wamesema wanamuua. Huo mkiwachukua mnaenda wapi? Mnatoka hapa usiku huo mpaka mkoani, unapanda nini? Ukishatoka pale mlangoni kwetu, unapanda nini ni anataja nyoka, ana mabawa huyo nyoka. Unapanda wewe na watoto hadi huyu mdogo. Nasema huyu mtoto pigo, anambeba huyu mdogo, anambeba huyu. Umemwona mtoto alivyo huyu, hayuko hivi. Kwa mtu anamjua mtoto huyu, ana mashavu mtoto. Sasa hivi damu e, kama imekauka. Mm. <gibu> hospitali ukienda, ana marelia tu, lakini alivyojua na marelia akachukulia advantage kwamba nini, mtoto anaumwa marelia, wakampa mavitu ma yako kwenye, yani anachukua mle mtoto, anaenda naye nyuma ya nyumba mm. anaenda anampa kama mauji ya kijani.